Senario ya leo tuangalie mtu ambaye anafanya kazi edha ni mwalimu hivi, yani yani chini ya milioni. Umepiga mahesabu kwa, kwa mshahara wangu tuseme laki nne take home, kutoboa ni ngumu sana. Kwa hiyo unasema inabidi nitafute means nyingine za kupata hela lakini sasa ndo unaenda kazini unatoka zako labda jioni au wengine wanatoka saa kumi kama walimu, nakuta wengine wanawai kutoka mapema kwenye private na nini. Na kazi unaofanya hauna access ya mkopo, tuchukulie mfano, maana wengine nasikia walimu kama serikalini wanapata mikopo, sina uhakika, sijafanya kazi serikalini na sijafuatilia mimi, na naongea sana kwenye private kwa sababu ndo na uzoefu napo. Kwa hiyo tuseme unatoka labda jioni, unawaza nataka nifanye kitu fulani nikishatoka kazini jioni, labda kazini unatoka jioni hivi ile barabarani ile, au labda ni niwe na bodaboda. Lakini sasa mtaji ndo una unafanyaje sasa? Sasa kwa sababu mshahara wako mdogo inabidi uanze kudunduliza kidogo kidogo, eh, tonye tonye kama wanavyosema chama fulani. Lakini nakuwekea jedwali hapa kwa mfano ukiamua kuweka hela kidogo kidogo kwenye mfano mifuko hii ya uwekezaji wa pamoja, aidha UTT faida fund na mifuko mingine. Mimi naongelea sana UTT kwa sababu ndo nimeweka kwenye mifuko mingi huko kwa muda, nimeshangaa performance yake zipoje. E, na hela yenyewe utakuwa unaweka itakuwa inaongezeka sana kivu. Yaani kama unataka ku save kwa mwaka mmoja miwili ili upate mtaji, unaweka kule tu kwa sababu ukiweka benki unaweza kushangaa kuna makato mengi na pia ni rahisi kutoa. Leo mtu amekupiga mzinga nini au umeonga lakini ukiweka huku kutoa kwake, kwa sababu kunachukua siku kadhaa, basi ndo maana tunashauri uweke sehemu ambayo kidogo ni ngumu kutoa. Kwa hiyo tuseme labda unaweza ku save kuanzia labda elfu 20 kwa mwezi, elfu 30 kwa mwezi, e, mpaka laki kwa mwezi e, mpaka laki mbili huko kwa mwezi e, kama mtu ana mshahara laki nane anaweza ku save laki mbili, e, sio mbaya. Wakati mwingine unakuta umeanza kazi unakaa kwenu kama ni kazi ni kuna kaa nyumbani. Baada ya kutoka nyumbani kahamia kwa mwanamke nikatunzwa kidogo, kwao nikawa nimesave, save hela kidogo. Kwa sasa tupige mahesabu, angalia jedwali kuanzia, ukisave elfu ishirini ambapo kwa mwaka utakuwa na laki mbili na, na nusu tu. Ukisave uh, ukisave elfu hamsini utakuwa na laki sita kwa mwaka. Ukisave elfu sabini utakuwa na laki kama nane na kitu kwa mwaka. Kwa, kwa, kwa, ukisave laki kwa mwezi kwa mwaka utakuwa na 1.2 hivi. Hivyo hivyo ukisave elfu hamsini kwa miaka mbili utakuwa na 1.4. Kwa hiyo angalia hiyo jedwali kuchoma mishikaki, sio mishikaki ya kuku, sijui mishikaki ya ng'ombe au nundu, wewe tunga nundu. Kila mtu anachoma siku hizi. Na mimi sio mfanya biashara lakini mimi nachomaga chomaga kidogo nyumbani hapa na nimeona, nimeona kwa mfano nikinua nyama steak nusu kilo, alafu nikakatakata, nikiwa nachoma mishikaki tu hapa nyumbani nakula, naona eh, mbona anatoka mishikaki mingi sana, kwao, napiga mahesabu, ah, mtu ambaye atauza hapa kama atakuwa anachoma mishikaki milaini na mitamu, anakuwa anapata wateja sana, hmm, kwao nachomaga na mimi tena, nitakuja nita kuwapa recipe kwenye chaneli yangu moja ya upishi ya mishikaki, kama mtu anataka kufanya biashara na mahesabu yake kabisa e, kama nataka kuchoma mishikaki barabarani na nachomaga hapa nyumbani nanukia mpaka majirani wanataka kuja kunigongea, mpaka nimenunua nimenunua viatu vya vya kike na nikichomaga na kaga hapo mlangoni hapo. Kwa hiyo jirani atakuja kugonga kuja kudoya, anakuta kuna viatu vya kike. Anajua nimeimport. Kumbe na viatu tena. Na wengine mnaweza mkacheka, kwa jua natania. Stanis naga utani kwenye kula. Huu mwili haujaja haujaja, anyway tupo, tupo nje mara, ngoja turudi kwenye mada tuseme labda unataka kufanya eh, biashara ya la mishikaki, labda unapiga mahesabu, labda unahitaji mtaji wa laki sita, laki tano, unaanza kuwekeza kidogo kidogo, yani kama E, na anaposema elfu ishirini, elfu thelathini kwa mwezi sio lazima iwe exactly. Unaweza mwezi huu ukawa una matumizi sana au mwezi huo umepata hela senti fulani. Wakati mwingine unaweza kaa na ndugu yako juu labda kaka dada, kwa sababu bwana, mimi kuna biashara nataka kufanya; kwa unawekeza hela kidogo, kama unaweza kanipa hela kidogo, akakutumia labda laki au elfu hamsini, ukifika, unawekeza, unawekeza, unawekeza, mpaka ule mtaji wako unapofika. Kule mtaji wako ukifika, unaenda unaotoa kule unaenda unanunua jiko lako hapo, umeshapata resepi yako, umeshaenda umeonjaonja mishikaki ya watu kule, umejua wewe unataka kufanya nini eh, unaanza biashara yako. Lakini sasa biashara mara nyingi, pamoja na mimi sio mfanya biashara, kimi napenda kula kwa na washauri wengi watu sana wanaofanya biashara ya chakula, kwa sababu nimeenda sehemu karibia zote zenye chakula kizuri. Usianze tu biashara moja kwa moja, afu kaanza tu kuchoma test resepi yako, uone inakaa vizuri. Wakati mwingine eh, unua robo kilo, jaribu kidogo, waonjeshe washikaji eh, au wadada, na wakupe honest feedback. Hmm. Kwamba hapa ipo vizuri au haipo vizuri. Alafu baadaye unafungua biashara. Kwa hiyo unatoka zako kazini jioni unaenda unafungua zako biashara. Unauza zako umeshikaa kila kwa masaa mawili matatu pale. Inategemea sehemu ulipo, kuna wengine ile jioni kuna watu wengi karibia na barabarani, alafu saa mbili watu wamekata. Kuna wengine kama upo mjini mjini kama dai hivi unakuta hadi saa nne. Kwa hiyo ni mwenyewe na nguvu zako. Kwa hapo unakuta kwamba umetoka kazini, umeshawekeza wekeza, umedunduliza pale, umekuja umetoa, umeza zako mtaji unatengeneza zako nini? au kama ni bodaboda ambayo unahitaji pikipiki ni milioni mbili plus huko. Kwa hiyo ina maana utawekeza kwa muda muda sana, afu nunue bodaboda. Na wakati mwingine unaweza kuwa wewe sio kama unataka kufanya, lakini unaona labda kuna mdogo wangu anamaliza chuo mwakani, afu atakuwa ana cha kufanya, bora aje akae huku tusaidiane kwenye biashara. Kwa hiyo mimi nianze ku raise mtaji saa hizi, e, na kama kuna wazazi wapo anaweza kusaidia kidogo, of course kama mdogo wako anajielewa, maana kuna wengine maboya boya unataka una una upate kipato extra lakini hauna mtaji. Njia moja hapo ni kuweka kidogo kidogo paka ule mtaji utafika. Unaweka wapi? unaweka sehemu ambazo hela yako haipungui au inakuwa kidogo kidogo, kwamba kuchukua chukua mara kwa mara

ukienda kulala ukiamka ukakuta umebadilisha mawazo kwamba, ah, ngoja langu ikae pale. Na pia unabidi ujiwekee ma, malengo kwamba hii langu bana, mimi sitoi mpaka nifikishe malengo yangu fulani. Basi, kwa hiyo ndio scenario ya leo, mshahara mdogo. Okay, sio mdogo, maana ah unatazama mshahara ah, anasema kama mshahara mdogo kutokana na kitu ambacho unataka kufanya eh, sio kwamba mshahara labda laki tano ndio mdogo, ah kwa kitu ambacho unataka kufanya eh, ndio unaanza kuwekeza kidogo kidogo, baadaye unaweza ukaitoa hela yako alafu ukafanyaje ukaanzisha hiyo biashara yako ya jioni, aidha ni mishkaki au ni bodaboda -boda, au ni kitu kingine chochote ambacho unaweza kukifanya, pia ukiwa unafanya kazi, na ukishapata ukishaanza kupata faida pia unaweza kadunduza dunduliza, eh, kama nini, hapa sasa nitafute mtu labda, nifungue jiko jingine mishkaki hii sehemu fulani eh, niwe napata angalau ananiletea labda 550 kwa siku. Kwa hiyo unakuta biashara inakuwa vile vile, paka baadaye huko unaweza ukaacha kazi, au kama unapenda kufanya kazi unaweza kuendelea na kazi na no, ukaexpand biashara yako.